Mgongo huyu huyu huyu huyu, unaona mwenye ameinama mbaya, kwa ruku vibaya. Hii ni polisi ama ni shakaji eh? Ni kama ni shakaji. Hii ni, angalia, amedunduwa, angalia, amedunduliwa hawa huko. Na jamaa ameangalia rungu ya mgongo mbaya. Sasa ana anataka kupiga press, angalia. Wewe, mimi msema asalamu kwa ukuta hapo. Anakimbia kimbia nini? Weka simu kwa mfuko, kwa hiyo tukaa Airtel, angalia sana. Yo. Lakini sasa wako na rungu ni akinaona. Ona? Unaona? Usianasipona. Ona. Ah anyang'anya simu. Naona hapo anyang'anya simu imeenda. Uka uh, uh, mfuko galea galea amechukua simu. Oh, huyu ni mwanaume au mwanamke? Mwanaume anapigwa, anapigwa Jesus. Jesus. Ananyang'anya. Ananyang'anya usiani e ananya wewe. Hii ni wizi. Ona? Ona. Ona. Asu Ona. Asimrudishane. Hai, vemrudishane galia. Hai, vemrudishane. Vemrudishane mawe sana Mfuko amepora kila kitu, wamerudishwa na jamaa, ameambiwa kila kitu msana hapa.